Wasaidizi wa sheria wametakiwa kutumia lugha nzuri wakati wa kutoa huduma kwa wananchi wenye matatizo mbalimbali yanayohitaji ufumbuzi wa kisheria. Akifungua mafunzo ya siku moja ya kuwajengea uwezo wa wadau wa msaada wa kisheria juu ya changamoto mbalimbali, Mkuu wa Wilaya Chake Chake Mgeni Khatibu Yahya kupitia kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia yaliyofanyika katika ukumbi wa ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Kusini Pemba amesema wasaidizi wa sheria ni daraja kati yao na wananchi katika kuwasaidia kwenye masuala yao ya kisheria. Aidha, amewataka wasaidizi hao ambao wamepatiwa mafunzo ya msaada wa kisheria wa Mama Samia kutumia siku tisa za kampeni hiyo kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wenye matatizo mbalimbali ikiwemo ndoa, ardhi na udhalilishaji. Ndugu washiriki, ni mategemeo yetu baada ya mafunzo haya ni kwamba nitaenda kuwapatia wananchi wetu huduma za kisheria kwa haki na usawa ili kuondokana na changamoto zinazowakabili sambamba na kuwajengea uelewa juu ya masuala ya kisheria na kujitambua. Kama tunavyofahamu kwamba upatikanaji wa huduma za kisheria ni jambo la lazima na la msingi kwa wananchi wote na inasaidia katika upatikanaji wa haki, japokuwa upatikanaji wa huduma za kisheria haupatikani vyema kwa sababu mbalimbali. Mafunzo haya ni njia moja itakayosaidia kwa kiwango kikubwa sana upatikanaji wa huduma za kisheria kwa wananchi. Niendelee kumpongeza sana mama Samia na wizara kwa ujumla kwa kuja na mpango huu wajengea uwezo wa kutoa huduma za kisheria. Wito wangu kwenu muwe ni daraja la matumaini, daraja la faraja, daraja la kuwavuusha wananchi katika kudai na kupata haki. Akizungumza mkurugenzi wa idara ya katiba na msaada wa kisheria Hanifa Ramadhan Saidi amesema kampeni ya mama Samia lengo lake kuu ni kuhakikisha Watanzania wote wanapatiwa huduma za msaada wa kisheria. Aidha amesema wananchi wengi wamekuwa wakikosa haki zao kutokana na kutokujua njia sahihi za kupita ili kupata haki zao, hivyo wameamua kuja na kampeni hii ili kuwakomboa wananchi. Hii ya msaada wa kisheria mama Samia ina lengo kuu la kuhakikisha kwamba watu, watu, wananchi wetu wote wa Tanzania nzima na kusudia kwamba watanzania bara na Zanzibar visiwani basi wanapatiwa huduma za msaada wa kisheria. Serikali zetu mbili hizi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia taasisi zetu mbili za Wizara Katiba ya Sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Ofisi ya Rais Katiba ya Sheria Utumishi na Utawala Bora ya SMZ iliona kwamba ilikaa pamoja na kuja na mkakati wa kutekeleza kampeni ya, ma, ya msaada ya kisheria ya Mama Samia kwa ajili ya kuhakikisha tu kwamba wananchi wetu kata, wanafikiwa wanafikiwa wote ambao walikuwa kupembezoni, lakini wanawake watoto, na wale wote wenye mahitaji maalum hususan na usukua na uwezo. Kwa hivyo hilo ndio lengo kubwa, lakini vilevile vile niseme tu kwamba yako um, malengo mengi malengo sana, kwamba kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata uelewa kwenye masuala mbalimbali ya mbali, ya msaada sheria wananchi wengi wamekuwa wanakosa huduma za msaada wa kisheria, wanakosa kujua haki zao, kwa sababu tu kwamba mtu hajui kwamba hapa anatakiwa apite wapi, lakini afate taratibu gani, basi unaona kwamba anadhulumiwa. Kwa hivyo kwa kuona masuala haya yako mbali mba, yako mingi sana katika, taas, nani, katika nchi yetu ya Tanzania, basi ndio taasisi zetu hizi mbili ikaja na kampeni hii. Kwa upande wake afisa mdhamini ofisi ya Raisi Katiba Sheria ya Utumishi na Utawala Bora Halima Khamisi Ali amesema ni vyema kuyafanyia kazi kwa kina mafunzo ambayo wamepatiwa katika kuwapatia huduma sahihi wananchi ambao ndio walengwa katika kutatuliwa changamoto hizo. Weyo tumfahamuni mgeni rasmi, tuchukue na nasasa za mgeni rasmi pamoja na kuyafahamu mafunzo ambayo tutapitishwa leo hapa, basi tukifanya tukichota haya mambo mawili naamini kazi yetu itakuwa nyepesi sana, kinyume na vile ambavyo tutakuwa tumefikiria. Sisi tunaweza tukaziona nyingi, lakini tukizingatia mwele, muhele, nani mwelekezo pamoja na mwongozo ambao tutapatiwa leo hapa, basi naamini insha Allah hii kazi itaenda kufanikiwa kwa zaidi ya asilimia mia moja. Alisalum Hamadi mkufunzi kutoka ofisi ya Rais Katiba Sheria Utumishi na Utawala Bora wakati akitoa mafunzo hayo amesema wasaidizi wa sheria wana wajibu wa kufuata sheria na kanuni zilizowekwa katika kuhakikisha wana mlinda mwananchi, kusimamia utoaji wa msaada wa kisheria kuo. Katika kifungu hichi hichi cha nne moja, inafafanua kazi za idara. Kwa hiyo, miongoni mwa kazi zetu kama idara ni hizi zifuatazo: kutoa miongozo ya kisera kwa watoaji msaada wa kisheria la famo ubahi ambao ameshughulika utoaji wa msaada wa kisheria, kwa ile miongozo yote ya kisera anaipata katika idara. Nyingine ni kusajili watoaji msaada wa kisheria, kwa hiyo pia anasajiliwa ili kuweza kuwa kama watoaji wa msaada wa kisheria, ili kuweza kuwa mtoaji wa msaada wa kisheria ni lazima uwe umetimiza vigezo alafu na register kwa lengo la kutoa msaada ya kisheria. Kutoka Pemba Fatma Suleiman.